Karibu katika mda pesa, mda pesa, ninakusalimu kwa jina, naitwa Timo Mzava. Una like hapo, una subscribe na una gonga hiyo kengele, ili nitakutoa somo lingine uwe wa kwanza. Mda pesa, mda pesa, karibu mtazamani wangu mpendwa wa mda pesa, mda pesa yani, nilikumisi sana, kwa sababu wewe na mimi ni mtu mmoja. Waambie wasikaji, waambie kuna chaneli inaitwa mdaa pesa mdaa pesa. Ni nini dhumuni kubwa la chaneli hii ni nini? Inawezekana ufahamu tega sikio lako, usiondoke, nisikilize kwa sababu, baada ya kukuambia ukubwa wa Mdaa Pesa naenda kusoma vocha Mda Pesa kikubwa. Mda Pesa inachotazama ni nini? Kutumia bando lako kupata faida. Ni kweli, unaweka vocha elfu kumi elfu tano kwa wiki, lakini je, inakuingizia faida? Baada ya ile vocha kuisha, ule muda kuisha, ile bando kuisha, lina kulipa ni sawa. Umesikiliza mahubiri, umeangalia celebrities, umeangalia taarifa ya habari labda online, umeangalia vichekesho. Baada ya hapo nini? Sasa muda wa pesa inakufundisha nini? Kutumia apps na saiti mbali mbalimbali kupata pesa. Utasoma news utalipwa, utaangalia muziki utalipwa, utaangalia video utalike, utasubscribe katika YouTube channel au apps nyingine zozote na utalipwa. Na uthibitisho uliona katika Time bucks, nililipwa nikaagiza vitu kupitia visual card, na nilitoa simu katika hela mkononi. Kama hujakuwa ujaangalia, nenda asoma masomo haya yapitie utaona Timebucks inavyofanya kazi na apps ninazotumia mpaka kufika hela mkononi. Hapo chini kuna linki ya kuna link ya Timebucks, kuna link ya apps ya Airtime na kuna linki ya somo hili ninaloenda kufundisha leo lina Mode and app. nina dola kumi na nitaendelea kuonesha jinsi gani inatoka, lakini nimeligawa somo hili mara tatu. Nitakuonesha apps ya mode hapo inafanyaje kazi. Unaangalia video unalipwa, unasoma news online unalipwa, unasoma email unalipwa, unasikiliza radio unalipwa, sawa. Na ukichaji simu unalipwa pia, zipo game na zipo survey. Unafanya unalipwa. Nitaenda kukuonesha jinsi gani zinafanywa, nitaenda kukuonesha taratibu. Miziki iliyopo ipo, miziki ya dini, hoti, hip hop, reggae, country, miziki yote ipo. Miziki ya ziko, redio za matangazo zipo, redio za michezo. Kwa hiyo kila unachokiangalia online unalipwa. Ni wakati wa kubadilika, tumia bando lako kwa kukuingiza pesa. Leo tunaenda kuangalia eneo la kuangalia video upate pointi ulipwe, na eneo la kusikiliza mziki sawa, na utaenda kuangalia na redio zilizopo na aina ya mziki. Subiri kwanza nikusomee vocha. Vocha ya leo ya kwanza ni Airtel. Namba, andika sabini na tano arobaini na nane sifuri nne arobaini na moja tisini na saba hamsini na tatu ishirini na saba Baada ya kipindi kuisha, nitakusomea vocha ya pili. Mtazamaji, mda ni pesa, twende katika mda pesa. Mda pesa sasa hapo kuna ziko hizo aina mbili, kuna ya video na kuna audio kwa hiyo sasa hapo tunaenda kuangalia kwanza video. Toka video tunaenda kuja kuangalia audio au mziki, na hiyo ndo apo yenyewe inaitwa Mode. Kwa hiyo hivyo ndo inavyoenda. Angalia tena video nyingine yo, video ikiisha Sekunde hizo hapo zinaenda hapo juu, hizo sekunde inazo. Zikiisha basi nakata hapo enye hiyo X, nanipa pointi tangazo, na pointi nne. Na matangazo yanategemea na pointi vile vile, au urefu wa tangazo, au tangazo anayelipa na... <silence> na nenda tena hapo chini watch video Itaanza video tena nyingine komi. Kazi yangu ni kusubiri tu video iishe. Video ikiisha na cancel, inakuja video nyingine. Hapo tu tunasubiri hilo tangazo liishe. Naona hapo hiyo ya kupeleka mbele forward, hiyo nitai click hiyo hapo. Hawa nikishai kliki hiyo hapo taletia x, aona taikata hiyo kao. Nikiikata italeta tangazo lingine, tanionesha hapo nimepata pointi mbili kwa hiyo hapo tena nitaenda hapo chini inaonesha watch anatazi video. Kwa hiyo, nita nitakliki hapo nita search basi hii video itakuja nyingine, kwa mimi kazi yangu tu ni kuangalia video, kwa hiyo zinaweza zikawa kumi, kumi na tano, ishirini hamsini, inategemea siku hiyo na hao wanaoleta matangazo wamekuwaje. Kwa hiyo ndo kama hivyo unavyoona, naona hapo mbele kwenye hizo alama mbili, hizo ndio hapo hmm. Ha, gonga itanipelekea mbele, halafu nita cancel, isha cancel, yeah, iyo yeah, hapo nita cancel hapo, taonesha nipata pointi mbili hapo. Hii naenda kuo kutazama video nyingine aiyo well, nikibonyeza na video ina yeah, kuja video nyingine. Hapo naona hapo kuna hiyo x juu hapo, hiyo hapo x, enda kubonyeza. Amisha, nimepata point moja hapo. Tena nitashuka chini, nitaangalia video nyingine kwa jinsi ninavyo kalia video na napata point. Mda Pesa, Mda Pesa, audio au mziki. Kwa hiyo unakuwa unapeleka kutoka kushoto kwenda kulia kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kama hapo unapoona hizo ni na hip hop pop ni aina ya inaya, miziki sawa. So, kwa hiyo miziki mimi nikigonga hiyo miziki ndo au nikienda kuiangalia inanipatia point. Kuna hizo old school style rhythm run that nini au sio? hiyo yote ni aina ya redio ambazo zipo online. Hiyo hapo inacheza, lakini siwezi kuruhusu sauti kwa sababu ni copyright lakini hapo niona inacheza sawa. Ikiisha niki ikiingia nyimbo nyingine najiload, ikijiload inaenda tena kucheza sawa. Kwa hiyo ndo hivyo zinavyokuwa kwa station yoyote unayoamua kusikiliza. Unatafuta hapo juu, unasikiliza hadi station zote zinaisha au ni masaa matatu mangapi, nitakuja kipindi kingine hivyo hivyo. Kwa hiyo wewe unaamua sheni gani unataka usikilize. Kwa hiyo huo ni mziki hapo, na hapo ni kuplay na play ni mziki. Kwa hiyo kama hapo unaona kuna home, kuna mziki, kuna game, kuna offer zilizopo, na hiyo ukomboze redeem au unataka kutoa hela yako. Kama unaona hapo jumimi hapa ina dola kumi ambayo sijai kutoa, lakini nitaenda kutoa na nitakuonesha, hiyo ni dola kumi na nitatoa itakuja katika simu sawa. Kwa hiyo lakini, natakiwa niwe mimi na akaunti ya PayPal. Kwa hiyo kabla sijaenda kutoa hela, nataka kwanza uelewe somo linaendaje, uelewe futures ya hii earn app Mode, ili ukijisajili kupitia linki yangu ambayo salama iko hapo chini usipate shida hizo. Juu hapo ni pointi sawa. So, hizo pointi zipo, zinaanzia dola moja hadi dola kumi. Kwa hiyo kama hapo mimi na dola kumi na uwezo wa kutoa dola kumi. Kwa hiyo nikitoa tena, nitaanza hivyo hivyo kupata hadi dola kumi ndio kipimo walicho nacho. Kwa hiyo katika mimi kuangalia matangazo ya video kucheza miziki online, saa wakati huo data langu inaenda, ndio hela ninayo ipata. Hizo pointi zi wanazikompeti zinakuwa katika hela, kwa hiyo zikishakuwa katika hela sasa, mimi na uwezo wa kutoa hizo pointi. Kama hivyo ntaangalia video matangazo ya video yakiisha, taangalia ya lingine, hivo hivyo mpaka yatafika mwisho. Cha muhimu ni nini? Cha muhimu, unatakiwa uwe online. Inawezekana wewe hapo una hapo chini unaona eneo kufunguka, hapo ni dakika zinaenda dakika, zikiisha inatokea X kwa jua hapo chini takanse itakuja tangazo lingine. Kwa hiyo cha muhimu kinachotakiwa ni wewe unatakiwa ujue ya kuwa unapokuwa online, ndio unapo make money. Kwa hiyo leo tuliangalia jinsi ya kuplay mziki na kuangalia ngazo ya video, na somo linalokuja nitakuonesha jinsi ya kusoma news upate pointi ili ulipwe, na hiyo ya kuchaji simu. Kwahiyo utakuwa unachaji simu na pointi zinaendelea kuingia katika online. Asubuhi ukifungua simu yako, unakuta pointi zimeongezeka nyingine. Kwa hiyo hapa nikienda, nakata, tangazo limeisha, unaonyeshwa nimepata pointi mbili. Kila unapoenda imeisha, utabonyeza hapo watch video mpaka video zikiisha, kwa kuna tena kuna tangazo lolote. Kwa hiyo hapo unafunga x ili niende katika eneo lingine. Asante sana. Kwa hiyo eneo lingine tutakwenda, kumbuka ni news pamoja na kuchaji, kuna survey, kuna ofa, kuna game. tutajifunza zote hizo taratibu. Asante mda pesa mda pesa, pesa. Nakushukuru sana mtazamaji wangu mpendwa. Mda pesa, unaangalia mziki, unalipwa unasoma email unalipwa, una like video unalipwa, unasubscribe katika channel mbalimbali, una connect unalipwa. Nitakuonesha kwa uwazi sawa, sio kufundisha tu halafu nakuacha hapana, nakufundisha na kutoa hela uipate, kama katika somo la kwanza la Timebucks ulivyoona. Chamwimu ni nini? nipe sapoti Subscribe, share, kwa washikaji waeleze iko chanel inaitwa muda pesa. Nisikupotezee muda na kusomea kubo... vucha ya pili arobaini na tatu hii ni Airtel thelathini na nane kumi na tano sifuri sifuri sabini na sita ishirini na tatu hamsini na mbili. Asante. Usikose somo linalokuja. Somo linalokuja tutaenda kuangalia news online, unalipwa na tutaenda kuangalia, unasoma email, unapata pointi unalipwa. Usikose, kumbuka, mda pesa, mda pesa, mda pesa.